Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Tunaendelea na usia alayhi wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa Imam Ali salawatu rabbi wa salamu alayhi. Ya Ali, ewe Ali, la tujami imraataka fi wajhi shamsi wa shuaiha, usijamiane na mke wako chini ya jua na miyale yake, mkawa mnalengwa na jua moja kwa moja au miyale ya jua. Illa an yurha sitirun fayasturakuma Isipokuwa mtafute kizuizi, kizuizi cha kuwazuia na jua na miale ya jua. fa inna huwa in kudhiya bainakuma waladun la yazalu fi busin wafakrin hata yamutu, kwa sababu kama hamtofanya hivyo, kama hamtojizuia na miale ya jua na jua lenyewe, na ikatungwa mimba na akazaliwa mtoto kwa kitendo hicho, anasema mtoto huyu atabaki kuwa ni maskini na mnyonge mfakiri, atabaki na ufakiri mpaka atakapokutwa na mauti. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu.